Mheshimiwa mwenyekiti, kikao chako hichi kimehudhuriwa na watu wa aina mbili, kwa maana wajumbe wa halmashauri kuu ya mkoa wa Chama cha Mapinduzi na watendaji wetu wa serikali. Kwa hiyo mimi sina mengi, lakini na ujumbe takuwa na ujumbe kwa sababu hicho kimehudhuriwa na wageni ambao wamekuja ku kutuwasilishia utekelezaji wa ilani. Ningependa kwanza kwamba <coughs> ni vizuri sisi kama viongozi wa mkoa ambao ni wajumbe wa halmashauri kuu wa taifa, ni wakati mwingine, ni vizuri wakafahamu sisi shughuli zetu nini huko kitaifa. Sisi tunavyohudhuria vikao hivi vya kitaifa, hasa vikao eh, vya halmashauri kuu ya taifa mwenyekiti wetu anakuwa ndio rais wetu, ndio mwenyekiti wa wa hivyo vikao. Na tunapokuwepo sisi huwa tunasimamishwa mkoa kwa mkoa tueleze kinachofanyika kwenye mikoa yetu, changamoto, na yeye anaeleza kilichofanyika na mwisho anatuagiza kuhakikisha mnaporudi kwenye mikoa yenu, haya tuliyowahidi wananchi yanatekelezeka kwa wakati. Ndio maana mnatuona kwa ngazi ya mkoa, tunaomba serikali yetu ya mkoa ili iwasilishe e, utekelezaji wa ilani unaomalizikia mwaka huu, mwaka elfu mbili na ishirini. Sisi kama chama cha Mapinduzi tulinadi na kuzunguka kwa wananchi kunadi ilani hii, kwamba endapo mtakipa ridhaa chama cha Mapinduzi tutawafanyia haya haya haya haya haya. Wananchi wakaridhia yale yani tuliyoeleza wakakubali ilani yetu, wakatupa ridhaa. Sasa kwa sababu sisi ndio tulikuwa majukwani kuwaelezea wananchi kwa nini tutawafanyia, sasa sisi ilani hii tunaileta kwenu nyinyi watendaji ambao nyinyi hamsimame kwenye majukwaa. Jamani yee, sisi tuliwaahidi wananchi haya, kwa hiyo tunawakabidhi nyinyi mkatekeleze haya tuliowaahidi wananchi. Eli siku ya leo kwa muhtasari, nyinyi sasa mmekuja hapa kutuombea jamani, kwa yale mlio waahidi wananchi, sisi tumetekeleza kama mlivyo ahidi. Ndio maana mkuu wa mkoa wetu yuko hapa. Kwa hiyo kwa nature ya kisiasa, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, tutakuwa na ilani nyingine ya kuinaji kwa wananchi lakini hawa wananchi watatuhoji kabla ya kutueleza mtatufanyia nini ishirini ishirini na ishirini thelathini kwanza mtueleze mlitufanyia nini ishirini ishirini na tano wakati tunaenda kwenye kwenye kujinadi tena itabidi nayo tuwaelezee tulichowafanyia ishirini ishirini na tano kwa hicho mnachokileta nacho tutakwenda nacho kwenye kampeni, kwa jamani, mlitupa yenu. Kwa hiyo ishirini ishirini na tano tuliwafanyia haya, sasa tunakwenda ishirini thalathini tutawafanyia haya. Kwa hiyo ndio madhumuni ya kukutana hapa na ndugu zetu, hasa watendaji serikalini, vizuri ukalifahamu hiyo na nyinyi mnakuja kutueleza sisi. Nyinyi hamtaenda huko majukwani au mtaani kueleza kwamba eh, serikali ya CCM ilifanya haya haya. Sisi ndo tutakaenda, na kama lawama tutabeba sisi, na kama ni sifa tutabeba sisi, kwa sababu huwezi kukuta wenzetu huko wao ambao ndio wapinzani wetu wa kisiasa kama kuna jambo limeharibika, huwa hawamtaji mkurugenzi wa halmashauri. Barabara ikiwa ina matatizo, hawamzungumzii meneja wa TANROADS miradi ikikwama, hawazungumzii watendaji. Wanasemaje ndugu zangu, wanasiasa hawakufanya kitu, miaka sitini na kitu hawakufanya kitu. Huwezi kumsikia hata siku moja wanamsema meneja wa TANROADS aliyokwamisha mradi Uongo jamani. Kwa hiyo, mjua kwamba sisi wakati mwingine tunabeba lawama zenu nyinyi watendaji. Nyinyi mkioroga huko, sisi ndio tunabeba na sisi ndio, kwa taarifa yenu, sisi ndio tunawatetea kuliko mtu yoyote. Wasiwadanganyeni huko mitaani huko, hawa wazetu wanayekuja, nyinyi mmechoka nyinyi hivi, lakini sisi wana CCM hatuwezi kusema jamani Huyu meneja wa tano tu, huyu ndio sababu ya barabara. Sasa, jamani tumesikia tutashuhudia kistaarabu tunaitana pembeni jamani. Wananchi wanalalamika, hii barabara ipo sawa. Uongo jamani. Kwa hiyo ndugu zangu watendaji, mjue vizuri, mkafahamu kwamba sisi ndio watetezi wenu wakubwa kweli kweli. Mkiboronga huko, hakuna mtu anajua kwamba nyinyi ndio mmeboronga. Mkifanya vizuri, kweli msikio tunasifiwa sisi, watetezi wenu wakubwa. Lakini kumbuka naye tumebeba sisi bizuri, kwa ni vizuri tukalielewa hilo kwamba sisi tutaenda mtaani huko wakati tunaomba kura, tutawaeleza wananchi kwa jamani, tulichoahidi ni haya na mengi yametekelezeka. Tutaenda kuomba ridhaa. Na kama mme kusikia, mwisho wa mwezi huu tunaenda Dodoma kukabidhiwa ilani mpya ya ishirini ihia na nawaangika, kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Chama cha Mapinduzi kitapewa ridhaa, na tukishapewa ridhaa, tutaileta tena ilani yetu kwetu nyingi kama nyamani. Tukishapewa ridhaa, wananchi, haya tuliwaahidi wananchi. Basi naomba tusaidiane <unft> kujenga <Küji> nchi. Mwenyekiti, nisichukue <technic terms> muda wako.